Mchambuzi wa soka kutoka hapa Tanzania Gift Macha ameweza kufunguka mambo mengi baada ya tetesi za kocha wa taifa la Madagascar maarufu kama Lolo kuweza kuhusishwa kujiunga na klabu ya Yanga, huku Gift Macha akidai kwamba sema, Tanzania kuna raha sana, huyu kocha amepata kazi mtandaoni, akatangazwa mtandaoni na amefukuzwa mtandaoni. Ni maneno ya mdau huyo wa soka baada ya tetesi za muda mrefu za kudai kwamba timu ya ya, ya Yanga ipo mbioni kumfukuza kocha wao Roman Foyzi, na badala yake inafikiria kumwajiri kazi e, mtandaoni huku wengi wakidai kwamba huenda huyu kocha ndiye akawa mrithi wa Roman Foyzi kutoka pale Yanga baada ya kuwa na tetesi za muda mrefu za kudai kwamba kocha wa klabu ya Yanga Roman Fozi amekuwa na kiwango ambacho akiridhishi, hivyo wadau na wapenzi wa klabu hiyo wanatamani kuona kocha huyo akifukuzwa na badali mwingine, kwa kuwa anaonyesha kutokuwa na kitu cha tofauti katika kwenye kikosi hicho cha Yanga. Hivyo wengi kutabiri kwamba huenda anataka we, anataka kufukuzwa. Lakini taarifa za ndani kabisa zilikuwa zinadai kwamba uongozi wa klabu ya Yanga ulikuwa unashinikiza kocha huyo Fozi aweze kufukuwe, kuandika barua ya kuacha kazi mwenyewe, lakini anaelezo kwamba alikataa.

kuweza kuandika hiyo barua na badala yake aidai kwamba kama wanataka basi, wao ndio amwandikie barua ili ili wakishamwandikia barua waweze wake wamevunja mkataba wake hivi atalipa pesa zaidi kuliko akiandika yeye mwenyewe eh ataonyesha kwamba ni mtu ambaye amejiachisha kazi mwenyewe. Na baada ya taarifa hizo, ndipo ambapo zikaanza stori mitandao, ni, za kumtaka mchezaji we, kocha Loro kutokea Madagascar ambaye ame, ameweza kupewa kazi eh, kuna maandishi habari kwenye mitandao lakini baadaye E, akaweza kutambulishwa mitandaoni humo humo na akafanya kazi mtandaoni humohumo, na baadaye akafukuzwa kazi akiwa mtandaoni humohumo bila hata kufanya kazi kwenye klabu ya Yanga, huku kukiwa na tetesi za kudai kwamba huenda e, Oktoba kumi na moja ingekuwa ni siku ambayo e, angeweza kuwasili kwenye timu ya Yanga kwenye uwanja wa airport kwa ajili ya kuitumikia klabu hiyo, huku viongozi ikielezwa kwamba wao hawana mpango wa kumwachia kocha for, for, for, for hivyo huyu kocha hawezi kuja Yanga na dili lake likawa limefia hapo, kama ambavyo tunaona kwa sasa. Basi stori zake like zimeweza kuzimwa na haziendelei tena mitandaoni wala eh, kwenye klabu huko, kwa kuwa nyingi zilikuwa ni tetesi, baada ya kocha huyo eh, Roman Fezi kubaki Yanga.